Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Wapendwa taifa la Mungu, karibu tusikilize somo la Injili pamoja ya na tafakari yake leo ikiwa ni Alhamisi ndani ya juma la kwanza la Kwaresma. Injili yetu inatoka Injili Mathayo, sura ya saba, aya saba hadi ya kumi na mbili. Siku ile Yesu aliwambia wafuasi wake, ombeni nanyi mtapewa tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa maana kila aombaye hupokea, naye atafutaye huona, naye abishaye hufunguliwa. Au kuna mtu yupi kwenu ambaye mwanawe akimwomba mkate atampa jiwe? Au akiomba samaki atampa nyoka? Basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, si zaidi sana baba yenu aliye mbinguni atawapa mema wao wamwombao? Basi yoyote myatakayo mtendewe na watu, nanyi watendeeni vivyo hivyo, maana hiyo ndiyo torati na manabii. Neno la Bwana. Ndugu zangu katika Kristo Bwana, mwaliko tunaoupata kutoka katika somo hili ni katika kipindi hiki cha Kwalezima, tunaalika kuomba, tunaalika kumwomba Mwenyezi Mungu na tuombe tukiwa na subira, tukiwa na imani kuwa atatujalia hata akichelewa. Tusikate tamaa, kwa sababu yeye anatoa kwa wakati wake, kama ambavyo tunajua kuwapa sisi wenzetu wanapotuomba sisi. Tulio waovu tunawapa wenzetu yale wanayohitaji, sembuse baba yetu aliye mwema, baba yetu aliye mkamilifu. Atashinda atashindwa kutupa yale tunayomwomba? Tunaalikwa kuwa na imani tunalikokuwa kuwa na subira katika kumwomba Mungu, tukitumaini kwamba yale yote tunayomwomba atatupatia. Lakini swala jingine tunayokutana nayo katika somo hili ni swala la kuwatendea wenzetu vile ambavyo tunapenda sisi kutendewa. Kuna methali ya Kiswahili inayosema mkuki kwa ngurue, mtamu ila kwa mwanadamu ni mchungu. Wapo watu wanaopenda kuwaumiza wenzao, kuwatendea wenzao yaliyo mabaya, ila wao wakitendewa hayo hawataki, wanakuwa watu wa malalamiko. Leo Kristo anatupa kanuni ya dhahabu: yale tunayotaka tutendewe na wengine, basi nasi tuwatendee vivyo hivyo. Kipimo unachopimiwa ndicho kipimo hicho hicho, kipimo unachopima ndicho kipimo hicho hicho utakachopimiwa. Akubariki Mungu Mwenyezi Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.